Wana maridhiano tumekubaliana kwa pamoja, kwamba katika mkutano wetu huu, kwamba tuwe na maombi ambayo tuna tunacholenga maana, Biblia inasema hivi, leteni hoja zenu zenye nguvu kuonyesha kwamba Mungu anahitaji kusikia maombi yetu, Mungu anahitaji kusikia dua zetu. Sasa patano letu sisi wakristo wa mkoa wa Arusha Waislamu wa mkoa wa Arusha, viongozi wa mila mkoa wa Arusha na serikali ya mkoa wa Arusha tumepatana kwa pamoja kukataa roho za ajali barabarani wakati wa kampeni. Tumekubaliana roho za wote wanaotaka madaraka kwa kutumia njia za ushirikina, njia za waganga wachawi. Tumesema hivi, wakose hizo nafasi. Wangapi tumekubaliana pamoja? Yeyote atakayekwenda kwa mganga wa kienyeji ili akafanye namna yoyote ile ya kuharibu maisha fulani ili apate nafasi hiyo, tumesema huyo afanyeje? Akose.